Familia moja jijini Nairobi inamsaka binti yao mwenye umri wa miaka kumi na mitatu aliyetoweka mapema mwezi Septemba mwaka huu. Rahab Njoki Njuguna alitoweka alipokuwa katika jumba moja la kibiashara mtaani Karen. Kisa hicho kimefufua matukio yaliyoangaziwa na runinga ya Citizen ambapo jamaa anayejidai kuwa afisa mkuu wa polisi huko Kilgoris anazipigia simu familia za waathiriwa na kudai kuwaokoa waliotoweka kisha kuitisha pesa. Franklin Wala na taarifa hiyo. Za CCTV zilirekodiwa tarehe 7 Septemba mwaka huu katika jumba la The Waterfront lililoko mtaani Karen hapa Nairobi. Kamera za CCTV zilimnasa Rahabu Njoki Njuguna, msichana mwenye umri wa miaka 13, ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Kirigu iliyoko mtuini Dagoreti, katika jumba hilo. Kwenye picha za CCTV, Rahabu alikuwa ameandamana na msichana pamoja na mvulana mwingine. Rahabu baadaye alionekana akizungumza na mvulana aliyekuwa naye awali. Wakati mwingine idadi ya wavulana hao iliongezeka. Muda mfupi baadaye, Rahabu aliandamana na mvulana huyo na kuondoka. Ilikuwa aliniacha church akaenda mall na wezake. Alikuwa huko Waterfront, mahali wanaendaga kucheza. Mtoto wangu ndiye alipotelea tangu hiyo wakati mpaka sasa sijawahi muona. Rafiki yake aliyekuwa naye siku hiyo anasema wavulana hao walimtishia Rahabu na kuondoka naye. Hao vijana walihijack huo mtoto. Tafadhali wanirudishie mtoto wangu, na huyo mtoto anastahili kukua shule. Nataka tu mtu anirudishie mtoto wangu kwa uzimi. Naumia sana, sikuli, silali, nimemtafuta na njia yote. Familia ya Rahabu iliripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Karen na polisi kuanzisha uchunguzi. Katika kipindi hicho kunaye mtu fulani anayejidai kuwa mkuu wa polisi huko Kilgoris maarufu OCPD Kilgoris, aliipigia familia hiyo simu na kudai pesa, akisema msichana huyo alikuwa kituoni Kilgoris, akisema alikuwa ameokolewa na polisi. Familia hiyo inasema ilituma pesa kwa nambari yake, lakini mwana wao hajapatikana kwa miezi miwili sasa. Mtu huyo aliyeipigia familia hii simu amekuwa akipigia simu familia kadhaa zinazowatafuta wa upendo wao, akidai pesa na kusema kuwa ana wana wao waliotoweka. Tukawatumia pesa, akasema mtoto ako Transmara, akianaletwa Kabete, na hiyo yote ilikuwa ni uongo. Vile vile tulienda Kabete, sister-in-law yangu akaenda mpaka Kabete, alienda Kabete usiesi e, wa Kabete akasema hakuna kitu kama hiyo, ni utapeli yenye wanatumia siku hizi kutapeli watu. Kwa sasa familia kadhaa zinasubiri polisi kutanzua kitandawili cha waliko wanaotafutwa. Franklin Wala, runinga ya Citizen.